Ni Bugoma TV. Habari. Habari. Jambo la kwanza tunapoelekea katika kusherekea sikukuu ya Krismas lakini baadaye tutakapokuwa tunasherekea kuingia kwa mwaka mpya mwaka 2026 ni waombe wananchi wote wa mkoa wa Katavi kuendelea kutunza amani, salama aa, na upendo na kudumisha hivyo vyote katika kipindi chote kilichobaki katika kumalizia mwaka 2025 lakini katika kipindi chote cha mwaka 2026. Jambo la pili ni ombe katika hili, tunaposherekea sikukuu ya Christmas na baadaye kuingia mwaka mpya, wananchi wakumbuke kwamba tutakapoingia mwaka mpya, ni msimu mpya wa kipindi cha elimu unaanza. Na kipindi cha elimu cha mwaka 2026 kinaanza tarehe 13 Januari mwaka 2026 ambapo shule zote za serikali na shule za private zitakuwa zinafunguliwa. Niwakumbushe hilo na niwaombe kujiandaa na kujipanga mapema kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi anayekwama kuanza masomo yake tarehe kumi na tatu ya mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita na, na wanafunzi hawa ni wale ambao kwa mujibu wa mwongozo wa wana umri wa miaka minne ambao wanaandikishwa katika darasa la awali lakini kuna wale ambao wana umri kuanzia miaka mitano wanaandikishwa darasa la kwanza. Lakini pamoja na hayo, wanafunzi wetu waliofaulu darasa la saba mwaka 2025 takriban 14000 wote wamepangiwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2026. Kwa maana hiyo ni waombe wazazi pia kuhakikisha kwamba wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga kidato cha kwanza wanahudhuria shuleni itakapofika tarehe 13 ya mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Lakini jambo la pili, tuko katika msimu wa kilimo na sasa mvua zimeanza kunyesha vizuri. Niwaombe sana wananchi wote wa mkoa wa Katavi, utabiri wa hali ya hewa unaonyesha kwamba mvua za mwaka huu zitakuwa chache. Kwa hiyo niwaombe sana kuendelea kufuatilia vyombo vya habari, kuendelea kufuatilia maelekezo ya wataalamu wetu wa kilimo na wataalamu wa hali ya hewa. Lakini kubwa zaidi ni waombe kutumia vizuri mvua hizi zinazoendelea kunyesha. Wazitumieje vizuri? ni kwa maana ya kupanda mbegu na mazao ambayo yanastahimili ukame na yale ambayo yanakomaa kwa muda mfupi. Kwa hiyo niombe sana hili walizingatie ili tusije tukaingia katika kipindi cha mazao kukauka. Lakini pia niwaombe wafugaji kuchukua hatua wa zinazostahili kuzalisha malisho ya mifugo yao lakini pia na kuhifadhi na kutunza malisho ya mifugo ili pia kwa upande wa wafugaji tusije tukaingia kwenye hali ya mifugo kukosa chakula. Kwa hiyo wote wakulima na wafugaji watumie vizuri mvua hizi zinazoendelea kunyesha, kuhakikisha kwamba masuala yote ya maandalizi ya mashamba, upandaji wa mbegu, mazao yanayokomaa muda mfupi, lakini kuandaa malisho kwa ajili ya mifugo, basi ifanyike kikamilifu katika kipindi hiki. Jambo la tatu nimetangulia kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Katavi kwa kudumisha amani. Niwaombe tena kuendelea kudumisha amani, upendo, usalama na mshikamano wa kitaifa. Niwaombe kuendelea kushirikiana na vyombo vyote vya ulinzi na usalama kwenye ngazi zote, kuanzia ngazi ya kitongoji, ngazi ya mtaa, ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, tarafa, pamoja na wilaya na mkoa. Mshirikiane na vyombo vyote vya dola na kamati za usalama kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa katika hali ya usalama hali ya utulivu hali ya amani na hali ya upendo wa hali ya juu. Kila mmoja amthamini mwenzake, kila mmoja amchunge mwenzake. Lakini pale ambapo mnaona kwamba kuna jambo lolote ambalo linaweza likatishia usalama, niwaombe sana wananchi watoe taarifa haraka kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama pamoja na kwenye ofisi zetu zote za serikali, ili hatua ziweze kuchukuliwa kikubwa ni waombe kila mmoja wakati wa sikukuu za Krismas, kila mmoja asherekee akikumbuka kutunza na kulinda amani ya familia yake, kutunza na kulinda amani ya majirani zake, kutunza na kulinda amani ya mwanakatavi mwenzake na hata mgeni kutoka nje ya Katavi, lakini kwa ujumla kutunza na kulinda amani ya mkoa mzima na taifa kwa ujumla. Baada ya kusema hayo niseme nawatakia heri ya Krismas, wananchi wangu wote wa mkoa wa Katavi, lakini pia nawatakia heri ya mwaka mpya, mwaka 2026 wananchi wangu wote wa mkoa wa Katavi na Watanzania wote kwa ujumla. Tusherekee sikukuu hizi zote kwa amani na tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie mwaka unaokuja 2026 uwe ni mwaka wa mafanikio zaidi kwa wanakatavi wote na Watanzania kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza na niwatakie kila la heri.